Tabora, karibu Toronto. Toronto, Toronto, Toronto TV, Toronto, Toronto TV. Mwisho, nataka niwaambie matatizo ya ushirika, acha ubinafsi, jenga umoja, fanya uaminifu, nafundisha watu wa ushirika ili mahesabu yetu yakae vizuri kwa manufaa ya wanachama wetu. Asanteni sana. Ziara ya makamu mwenyekiti CCM Tanzania Bara, Stephen Masato Wasira, hapa mkoani Tabora, mbali na kuongea na wanachama wa chama hiki na kukagua maendeleo ya miradi mbalimbali mbali, anakutana na viongozi wa vyama vya ushirika, wakulima wa tumbaku, na hapa anatoa dozi kwa viongozi hawa kuhusiana na namna ushirika unavyoendeshwa. mimi sitaki kupigiwa makofi, nataka mle dawa mtu ambaye anakwambia unaumwa na anakwambia ugonjwa wako huyo ni daktari mzuri, maana anataka kukutibu. Yule anayesema ni maumivu tu, hapo anakupa panado, halafu unafika unaendelea kuugua, anasema huyo daktari anipa panado lakini sijapona. Kumbe daktari hakukwambia ukweli. Kinachoua vyama vya ushirika ni kukosekana kwa uaminifu. Mjaribu kuimarisha ushirika kwa kujenga mambo mawili: moja, muwe waaminifu kabisa Pili, msomeshe watu ili wale wanaofanya mahesabu kwenye vyama vyenu wawe ni watu ambao wamepata elimu nzuri, na tuna chuo cha ushirika Moshi. Tukijenga ushirika, tutapata manufaa, na nimefurahi kwamba mfumo wa ushirika sasa mnajenga benki, mnaanzisha. Kwa hiyo lazima mjenge benki, lakini mweke masharti nafuu, ili mnapokopa kutoka kwa kwa nini? Kwa hiyo benki iwasaidie kupata mikopo kwa urahisi, kwa sababu wakulima dunia nzima hawakopishiki, hasa wakulima wadogo. Lakini ushauri wangu kwa leo ukiondoa ya, yale mlioyasema ni kwamba mjaribu kuimarisha uaminifu ndani ya ushirika, mjaribu kufundisha vijana wanaofanya kazi ndani ya vyama vya ushirika ili tuwe na mfumo wa ushirika wa ushindani ambao unaweza ukatusaidia kukuza na kuendeleza ustawi wa wananchi na wanachama wa vyama vya ushirika. Waswahili walisema mgeni njoo mwenyeji yapone. Wakulima wakaibuka na hoja mbalimbali mbele ya kiongozi huyu, huku wengine wakitaraji kupata majibu ya uhakika ya papo kwa hapo. Tuna takribani karibu ya miaka mitatu au minne, kumekuwa na tatizo la makampuni mazao ambayo yaliingia katika nchi hii, matokeo yake yakabeba mali zetu mpaka saa hizi imefikia hatua vyama vya misingi amkozi nyingi zimeyumba, tunaomba kidogo tusaidiwe mkuu. E, gembe sawo ina changamoto na jineri ambayo tumeshea na ndugu Rajani. Gembe sawo anashea na bwana Rajani, lakini hilo jambo limekuwa zito na yule mtu anayemiliki kile kiwanda yuko Ulaya, sasa akifanyi kazi. Mimi nilikuwa naomba kama inawezekana aondoe kiwanda chake ibaki ardhi ili tuwezi kufanya uwekezaji mwingine ambapo jumla ya madai yote ambayo ni ya wakulima malipo ya wakulima pamoja na ushuru ni, ni dola laki like saba na hamsini na saba elfu mia moja kumi na nane na senti sitini na mbili. Mkoa wa Tabora kwa sasa una jumla ya vyama vya ushirika 697 kwa zao la tumbaku na pamba, ambapo kupitia mbolea ya ruzuku kwa mwaka huu mbili na 25, wa kilimo 2025 zaidi ya wakulima 57,000 watanufaika na mpango huu wa serikali. Pamoja na haya yote, makamu mwenyekiti akalazimika kusimama tena kujibu baadhi ya hoja za wakulima hawa ikiwemo madeni sugu ya wanunuzi wa tumbaku. Yaani kwa kweli mraji siuyaorodheshe alafu yapeleke kwa katibu wa chama wa mkoa na yeye atuletee, ili tujaribu kuzungumza na serikali. Maana sisi sisi CCM hatuwezi kudai madeni, ila sisi tunaiambia serikali, hapa kuna tatizo linahusu wakulima na sisi ni watetezi wa wakulima. Kwa hiyo hatuwezi kunyamazia wakati wakulima wamedhulumiwa na makampuni tuna imani na serikali yetu, japo fedha hii imekawia, lakini kwa kuwa serikali yetu tuna imani nayo, na tuna imani hata mwisho wa mwezi huu tunaweza tukaipata. Kama walivyozungumza watu, wana shida aina mbalimbali, lakini mwarobaini mkuu ni kuiwekea imani serikali kwenye uaminifu, kwamba sisi tunaamini kilichokuwa kinatamkwa kweli kimekuwa, hiyo imani ya kudanganywa kwamba labda mnatamkiwa tu, lakini sisi tayari leo tumethibitishiwa kwamba fedha inatoka, na hiyo ndio imani tuliyokuwa nayo. Baadhi ya sisi kwa mfano, kama mimi nilikuwa naamini fedha itatoka. CCM haina ubabaishaji, ni chama ambacho kimetuandaa watanzania kujua kwenye ukweli na uaminifu, ukweli na uwazi. Kwa hiyo, hicho ndicho kitu ambacho kimekuwa tukikiangalia sisi kwa miaka minne iliyopita uzalishaji wa tumbaku mkoani Tabora umeongezeka kutoka kilo milioni 20 hadi milioni 61, ambapo kwa mwaka huu pekee 2025 uzalishaji unatarajiwa kufika kilo milioni 100, huku neema ya huduma mahususi za kifedha zikiendelea kusogezwa kwa wakulima hawa. Mama yetu sasa, Samia Suluhu Hassan, siku ya tarehe 10 ya mwezi wa nane, aliweza aliweza kutoa bilioni tano ni kwa ajili ya kuwaunga wana ushirika ni kuanzisha benki ya ushirika Tanzania. Wakulima wetu wa mkoa wa Tabora wamekuwa na, na changamoto za kupata wakati mwingine huduma za, za kifedha. Huenda ziara hii ikaleta neema na kuwafuta machozi baadhi ya wakulima hawa ambao miongoni mwao bado wanadai mamilioni ya pesa kutoka kwa makampuni ya ununuzi wa tumbaku, licha ya kwamba mraji simsaidizi wa vyama vya ushirika mkoani hapa Venansi Msafiri anapambana vilivyo kuhakikisha hadhi na faida ya kuwa ndani ya ushirika inaonjwa na kufurahiwa na kila mwanaushirika. Tayari tumeshaanza ni kusomesha watendaji wa vyama vya msingi, wajumbe wa, wa bodi. Tumeshawafikia watendaji 400, wajumbe wa bodi elfu moja na mia tano lakini, na wanachama kwa muda kashafikia wanachama elfu nne